Hivi leo kama ulikuwa ni mdogo ukawa kijana, mtu mzima, ulikuwa huna nguvu ukawa una uwezo, una, una una hakuna ambacho kimekufikisha umri huo mahala hapo isipokuwa ni usiku na mchana, na huo huo usiku na mchana ndio ambao utakao kuondoa ukawa unaingizwa ndani ya kaburi. Sasa usiku huu na mchana, wewe unautumiaje? kama usiku na mchana unakutumia wewe kwa mahesabu hayo hayo, kwa mujibu wa khatibu, asema ni mwaka wa kupokelea mishahara ambao tumeshangilia nao, mwaka wa kupatia fedha, maana ndio ambao tunapokea mishahara kwa mwaka hiyo, kwa miezi hiyo. Sijui mmemwelewa khatibu huyo eh. Maana ni kwamba mwezi ni kitu ambacho kinaonekana kwenye anga kule ndo mwezi. Sawa sawa mwezi lazima, yani sawa sawa na jua, ama ukisema usiku ima mchana. Ukisema mchana ni kipindi ambacho kinakuwa na, na mwanga hali ya kama ambayo tunayo lakini, pia ukisema usiku ni kipindi ambacho kinachoingia giza ndo usiku, na kinyume cha mwezi mwenzake ni jua. Jua ndo hili ambalo tunalo hivi sasa na mwezi pia ni waingia usiku, pakiingia usiku ndivyo kuchomoza mwezi. Sitoelewana, kwa maana huwezi kuhesabu mwezi bila ya na bila ya mwezi, yaani kwanza uone ndio useme mwezi ule, hivi sasa Rajabu, hivi sasa Ramadhani, kwa ule pale mwezi Januari Nimeuona, umeuona wapi? na ndo hatikasema, mwaka wa kupokelea nini mishahara? Eh, tuna hesabu, sababu ndo hesabu zetu ziko hivyo, lakini kihakika hakuna ambaye aliyouona. Nani kaiona Januari, mwezi Januari, nani kaona? na ina tunahesabu hesabu leo tarehe mbili maana mwezi si ule pale, tuone kwanza tuhesabu. Tu, tu, tu hesabu unavotoka, unakuwa mdogo, unakamilika, unaanza tena. Huu usiku saa sita usiku nimeona mwaka mpya, umeona nini? Na hakibayasema ukafanya fuja pia, mpaka watu wakosa kulala sababu ya umeona mwaka mpya. Lakini twende hivyo hivyo inshallah. Haya. Umechuma nini ndani ya haya masiku? Ushe hesabu? Hivi sasa wakaribia kuingia kaburini, muda ambao ulioishi ni mrefu kuliko ambao uliobakia. Ulikotoka una hakika kuliko unakuelekea. Umebakiza nini? Wal walmauti yatibaghtatan, na mauti yaja ghafla ya kama utaondoka unacho nini? Na umri wako ndo huo. Inama anta ayamun, wewe ni masiku ambayo pamoja yamekusanywa. Kulama madha yauma, kila inapoondoka siku moja tu, dhahaba badhu, imeondoka sehemu ya uhai wako, imeondoka sehemu ya maisha yako, imeondoka sehemu ya uwepo wako ndani ya dunia. Wewe masiku yanakwenda, alafu unashereheka, nimeona umefanya nini? hiyo ndio safari unapiga, kwenda kukutana na Mola wako, utakutana na Mungu wako, unalipi ndo kati anasema, je hesabu kwanza, fanya tathmini unacho kipi, magharaka birabbika alkarim. Eh, wakati wewe unashereheka huku umeona nawenzako wapo katika nyumba nyingine, kuna wao pia wameuona, sijui mnanielewa na mnanielewa? Hivyo wakati wewe unakesha huku, na ngoja kuona na wenzako pia wanakesha kule, nawaona wako wao, na mwaka huo wako wao, na wewe nawe mko pamoja au miachana? Inshallah tubadiliki kwa mujibu wa khutba Tubadilike, tujihesabu, tujiangalie. Lakini pia hivi sasa tuko ubize wa maandalizi hayo ya mashule. Kila mmoja na angalia familia yake kafanya nini, anazaje mwaka mpya kafanya nini katika dunia yake, basi pia ichungulie na akhera yako pia. Umeifanyia nini? unafanya nini? unaazimia nini? Akasema, wenzetu tumewazika, mzegenda heka tumemzika karibia, tuna mwaka huo nini kuondoka hayupo na hakuwahi hadimu wetu hapa naye pia kaondoka, karibia hivyo hivyo. Basi hii pia iwe ibra leo. Kwao twasema historia yao, lakini pia nami na wewe pia tutasema ya kwetu historia. Alikuwepo fulani, bwana alikuwepo fulani, kwa masiku haya haya, yani ndani ya wiki hii, Jumamosi mpaka Ijumaa, iko moja siku yako utaondoka, hatuijui Unaondokaje ndani ya dunia? Ushafanya tathmini? Ndo khatibu huyo, lakini pia akatukumbusha hivi sasa tuko ndani ya mwezi wa Rajabu, mwezi ambao ni mwezi mtukufu, na ndio mwezi huu ambao twahesabu kuwa ni Januari kwa mujibu wa wahadhiri hadhiri, wale wanasema Januari watafute huko, watakwambia maana sawa sawa eh, lakini tuhesabu hivyo hivyo ni kipindi ambacho watu twajaandana watoto kwenda kusoma kuanzisha, e, na mengineyo mengi, alhamdulillahi. Marikizo basi pia usiandae wa kwako tu, waangalie na wengine pia, sijui naeleweka. Kuna maskini hawa hawajiwezi, basi waangalie pia, japo daftari japo uniformu Allah amekuwezesha kuwalipia ada unawajua, walipie kwa ajili ya Mungu, la nuridu minkum jazaa wala shukura, shokutakamalipo kwao wala shukrani, unafanya kwa ajili ya Mungu wako. Mayatima zama za leo hizi zimegeuka vingine, usitarajie ustake amali ya leo, kasema utaifanya kesho, hali ya kuwa leo una uwezo wa kuifanya, laala ghadan yati huenda kesho baadaye hiyo ikaja ikafika, lakini kipindi kipokuja kesho ama baadaye, wa anta faqidun, wewe usiwemo ndani ya kesho au baadaye usiwemo, ama ukawemo katika hali ambayo siyo ile ambayo ulitaka wewe kuwemo, usiwe na uwezo wa kufanya kile ambacho muda ule ulishindwa ama ulikiacha. Kufanya kile ambacho kipo hivi sasa kifanye. al umuru maruhuna bi awqatiha Bwana mmoja asema ma, majambo yote vitu vyote vimewekewa rehani ndani ya wakati wake. Yaani mfano wake sawasawa, umeenda kumwekea mtu simu yako rehani, halafu kamwambia, hii bwana, nakuwekea wiki moja, mkaandikishana bwana, mtakubaliana, ikipita wiki moja kama hujagomboa ndoya kwangu. Basi kweli ndani ya wiki hii ikipita, hukuchukua simu yako, ndo yake tena, manake umekula hasara wewe. Na matendo ndo yako hivyo hivyo, ile ambalo huwezi kufanya leo, kesho hutoweza kufanya. Kile ambacho kipo hivi sasa kifanye, usingojee uko mbele, sio kwako tena, kwenda ukafikwa na mengine mazito makubwa, ukashughulishwa, usifanye ile ambalo jana ilikuwa jepesi mno kwako kulifanya. Inshallah, kama nilivyosema eh Tusaidiane wale ambao wasiokuwa na uwezo basi waangalie wale mayatima pia washungulie, si kimfumo wetu hivi leo, ambao sisi tunao ni mfumo ambao upo kinyume na taratibu wetu wa dini. Leo mayatima tumewawekea vituo sehemu za kuwafuga kama vile mbuzi eh? Vituo tunawaweka kule halafu tatafuta kwenda kuwasaidia kule. Mtume hakutuambia hivyo. Maana yatima mtu ambaye aliyekosa mlezi, ameondokewa na baba mwangalizi. Mtume akasema mimi na mwenye kumlea yatima, mchukue umlee, uwe naye ile nafasi ya baba, ndo ukayewewe sasa hivi wale watoto mia kwenye chumba kimoja, baba kweli? yule kule anawezwa kuwalea wale watoto mia kule? wanapewa chakula kama wafungwa. Ndo vile Mtume alivyosema? ndo uangalizi ule? Tena fanya tathmini nenda siku watembelee mayatima, halafu waangalie vizuri, yani usichukue maelezo ya huyu anayewasimamia, waangalie wale, ma, wale watoto wale, halafu uone hali ambazo walizokuwa nazo, afya zao, namna walivyo, ndo vile mtume alivyosema vile. Hivi leo mayatima wamekuwa ni soko na biashara ya watu wanawaweka halafu wao wanapita kuomba misaada wao, ndo kwa lugha ya kileo wanapiga kupitia mayatima. Mayatima ni wakuwalea, wachukue. Wewe ukae nafasi ya baba, umhurumie, umtizame, yani umliwazishe, mpaka ajikute kana kwamba hajakosa kitu baada ya kuondokewa na baba yake lakini pia kama hatuna uwezo wa kumchukua basi, huko huko aliko, sisi sote ndo baba wa yule Then, yaani hana mwenyewe, Allah amekuacha wewe kamto wa yule mwangalie wewe, sio enda akafugwe kule, siyo hivyo akafanywe biashara anauzwa, siyo hivyo, sio mradi huyu wewe msimamie, upate fadhila za yule. Ndo Mtume akasema mimi na mwenye kumlea yatima nitakuwa naye sambamba ndani ya janna, mwenye kumwangalia yatima, malezi bora, malezi mazuri, anamhurumia anamkagua. Yuko mama wangu mmoja alimpeleka mwanaye sehemu ya ya mayatima, tena shule kwa ajili ya kwenda kusoma shule ambayo inatoa msaada kwa mayatima inawasimamia, yani inawabeba, inawa, lakini yule mama alifika mahala akashindwa mwanawe, akamrejesha akampeleka shule za kawaida, tena shule ya, ya, ya kwetu, sio na nanielewa. E, siku amekwenda kumwona mwanawe kule ambako aliko yatima, anasema anakolala hakueleweki, ndani kuna kunguni, hakuna uangalizi, mtoto ana, ana, ana mapele mwilini. Hata wale si manani wale wenye, wenye, wenye ulezi wale, hata habari hawana hawajui kule wanakaaje wala wana, wanalalaje wana haya. Ndio mazingira yetu hayo. Inshallah, mchukue wewe eh, mchukue wewe kule wema ambao utakaofanya, albirru la yabra, wema utakaofanya hauozi upotezi, basi Allah pia ataandaa kizazi chako hichi, pia Allah atakiwekea mazingira mazuri, hata kama utaondoka ghafla, kwa sababu ulifanya lile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa. Mfano huko ndani ya Qurani Nabiullahi Musa alivyokuwa na Khidri, walifika mahala, wakajenga ukuta, wakajenga ukuta ukuta ule, waliingia kwenye mji, wale mabwana wakaomba hifadhi ya ugeni, wameharibikiwa. Watu wa mji ule wakawatimua, watu waovu, hawana kheri, hata maji ya kunywa hawakuwapa. Walivyotoka nje, wanakuta ukuta wao wanataka kuanguka. Khidhiri anamwambia Musa, tujenge huu ukuta. Walivyojenga ukuta wa kuumaliza, Khidhiri anamwambia Musa, tuondoke. Okay. Musa anawaza wale watu ambao walio wajengea ukuta na roho zao mbaya. Basi Musa akamshauri Khidri, basi watulipe japo ujira wa kazi hii, maana ile huruma yao metu, tumekosa basi. Kazi hii ambayo tumefanya hii, basi watupe ujira. Khidri ambia tuondoke, wewe unaomba ujira, akamtajia kwake pia huko huko tukuache lakini miongoni mwa sababu ambazo ukuta walijenga hizi, anamwambia hapa chini huu ukuta, hapa chini kuna hazina za watoto mayatima, na ukuta huu ni alama, wazazi wao waliujenga kama wakifa basi mali zao zihifadhike kwa alama ya ukuta. Lau kama huu ukuta ulikuwa unakaribia kuanguka, ungeanguka wale mayatima mali zao wangezikosa na angezi. Sifa za wale wazazi wakana salihan walikuwa ni wazazi wema, watu wazuri ndani ya jamii yao. Basi kwa ule uzuri wao mema yao waliyafanya, basi pia hata leo Allah anahifadhi mali za watoto zao zisipotee. Bwana mmoja akasema Mtu mwema mtu mwema mtu wa kheri, mwenye kufanya mazuri, Mwenyezi Mungu anamhifadhia chake kizazi mpaka cha saba. Yaani wewe, mwanao, mjukuu wako, kituku chao, eh, kinakwenda mpaka wa saba. Allah anamhifadhi kwa wema wako ambao uliofanya. Kinyume chake, manaki ukiwa mtu muovu mtu mbaya, basi madhara yake, maanake mwanao, mjukuu wako, kituku chako wote hawa wataathirika, wataishi maisha mabaya kwa sababu ya ubaya wako uliokuwa ukifanya wewe. Tumwombe Allah subhanahu wa taala atupe masikio wenye kusikia mazuri na kuweza kuyafanyia kazi inshallah, na Mwenyezi Mungu pia atupe macho ya kuona maovu na kuweza kuepukana nayo insha allah. Tusome zile sala zetu zile, kisha tumwombe Allah atufanyiwe pesi inshallah.